Wanasosi kwenye aya ambayo tunazungumza, ndiyo aya. Karatasi ya kwanza ni mauti, karatasi ya pili ni mwanadamu, karatasi ya tatu ni Mungu, karatasi ya nne ibanu, na karatasi ya tano ni Adam. Tumeshasema kwamba Mungu alikuwa na uhusiano na Adamu kuingia ulimwenguni. Manake Mungu huyu ambaye tumesema ni roho na alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake akampulizia pumzi ikawa nafsi yake, manake Adamu yule katika roho yake, na ndio maana alikuwa ana uwezo wa kukomuniketi, wa kuwasiliana na Mungu kabla ya kizuizi, lakini kizuizi kilipokuja ambacho kizuizi iko ni zamu ambazo zamio tumesema ni uwazi. Lakini uwazi ulipoingia, Mungu akatengana na ada Adam Adamu, akawa yuko huku, lakini Mungu akawa yuko huku agina mtoto mwingine Karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa maana yake tunaweza tukaichukulia kama biashara au kama mikataba ambayo Mungu alikuwa anaingia na mwanadamu. Lakini shetani akaleta biashara yake nyingine kinyume na Mungu. Lakini biashara ya Mungu ilikuwa ni kwamba endapo ukitimiza kile ambacho nimekwambia, karake wewe utaendelea kuwa mzima maanake mauti au kile kifo kinakuja baada ya Adam kukiuka sheria ambayo Mungu alimwambia, mama alimwambia, matunda ya bustani yote waweza kula isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa nini imemlipa kile alicho stahili? Na tumesoma hesabu, nasema Mungu si muongo wala si mwanadamu, si mtu wala si muongo wala si mwanadamu, hata ajue kwa kile alichozungumza Mungu lazima kitokee. Kwa Adamu alikufanya marayake, mauti ikafanyaje? Mauti ikamshikilia nani? Ikamshikilia Adamu cona anake mauti inapiniza hukumu lake kwamba kwa sababu ulishindwa kuishika sheria ya Bwana, manake wewe ni alajaa na siwezi kukuachilia. Kwa nini? Kwa sababu nimekulipa kile ulicho stahili. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka sasa, Mungu angalia sasa, Mungu akaanza akaanz ya kufikiri na kuwaza na kuangalia ni namna gani bora naweza kutakuwa jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu nilishaongea nimeongea kwamba ukitenda utakufa, na kweli siwezi kuikiuka hiyo lazima kwanza. Kwa nini? Kwa sababu siwezi kukiuka kile ambacho nimekizungumza. Lakini je, mimi kama Mungu, rehema zangu ziko wapi? Mimi kama Mungu, neema yangu iko wapi? Mimi kama Mungu, upendo wangu uko wapi? kama sehemu ya Mungu kutimiza kile alichokizungumza, yani mwanadamu afe, alafu watu wapo, aoneshe upendo wake. Tnsha yeye ni pendo, aoneshe upendo. Lakini kipindi atakaoonesha upendo, kuna kitu alishakitamka na kimetokea, hawezi kukizuia, na hapo hapo atakiwa afanye jambo jingine, huyo mwanadamu aseme kweli Mungu ana upendo. Maana angemwacha tu afe akakaa kimya Neema zake ziko wapi? Upendo wake uko wapi? Kwa natakiwa sasa, acheze sehemu zote mbili, ya kwanza kudhibitisha neno lake ati alichokizungumza ni kweli, adamu akafa. Cha pili, na mtoaje kwenye hii mauti ambao nilishaitamka na mauti nadai, na mauti namshikilia, na mauti na haki zote za kumshikilia, kwa sababu mimi nilishatamka wanaesasi mauti inasema warumi tano kumi na mbili kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi Wewe unapozaliwa unazaliwa na sehemu hiyo, na ndio maana ukiangalia, dhambi ilikuja kutokea wapi? Baada ya Kaini kutaka kumuua. Kwa nini? Kwa sababu watoto wanaozaliwa tena, awazaliwi kwa piwa ile ya Adamu kabla ya dhambi, maanake dani yake, wanazaliwa wengine wa sawa, wengine wana mapungufu. Kwa nini? Kwa sababu Adamu ameshatenda dhambi. Kwa hiyo wote wanaozaliwa katika kizazitu wanaonekana wametenda dhambi, na kama wametenda dhambi

Mambo ya Walawi sura ya nne mstari wa kwanza Bwana akanena na Musa Hala, na kumwambia haya, nena na wana wa Israeli waambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia katika neno lolote ambalo Bwana amelizuia lisifanye na kutenda neno lolote la maneno hayo. Kama kuhani nitio mafuta akifanya dhambi, hata anaita hatia juu ya watu, ndipo na watoa kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, ya na kumsongeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa sadaka ya dhambi, naye ataveka huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hema, mlangoni pa hiyo hema ya kukutania mbele za Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe, na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. nde lashina mbili inasema mtawala atakapofanya dhambi na kutenda pasipo kukusudia neno lolote katika hayo a Bwana Mungu wake aliyajujilia sifani, naye alipata hatia. Akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ataeta mbuzi au makatulio yake, ataeta mbuzi au makatulio yake mume mkamilifu, kisha akaleka mkono wake kichwani mwake huyo mbuzi nakumchinja. Sadaka ya kuteketezwa mbele za Bwana ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atatwaa katika damu yenye sadaka ya dhambi kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, nayo damu yake ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya kuteketeza, na mafuta yake yote atayateketeza juu ya madhabahu kama

ametenda dhambi, malipo yake ni mauti. Sasa Mungu anasema kuna kitu ambacho nitakifanya, yamkini kitu hiko kikifanya mauti inaweza ikapoa kidogo, ikasikilizia kidogo, ikaona afadhali imepaka urafu. Ni kitu gani? Ni lazima damu imwagike. Kwa Waebrania 9:22 anasema, kwa maana katika torati vitu vyote husafishwa kwa damu, kwa maana pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ni lazima kitu kife ili mauti kidogo ipate masura ya kusema nimeridhika. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho kimemwaga uwai kwa ajili yako. Kwa Mungu anatengeleza mpango wa kuwaleta wanyama wasikete Mungu mona na patikana wako wak arati alichinja mnyama. Kwa nini achinje mnyama ikiwa yeye mnyama ajafanya kosa lolote anatia yoyote? Lakini amemchinja kwa sababu yako. Mauti kwa sehemu inalizika inasema sawa, kwenya nisikilizie, lakini siye yeye kusika aliyetenda dhambi na mtaka yeye aliyetenda dhambi, japokuwa kuna mtu au kuna kiumbe ambacho kimemwaga damu kwa ajili yake, lakini amistahili yupo ambaye anastahili, yeye mwenyewe anastahili, anastahili mauti pamana, ajiteta, Musa na na tiyo tiyo yon, kwa maana alitenda dhambi. Anaishasimu ambao Walawi, Musa anaandika anasema, ikiwa mtu yoyote katika kundi hili la wana wa Israeli ametenda dhambi pasipo kukusudia na akajulishwa dhambi, basi imempata kuchukua sadaka, basi imempata kuchukua ng'ombe na kumleta katika nakuweka ako kisha, anachukua mkono wake anaweka juu yu ya yule mnyama. Maana yake nini? Zambi zake anasema zinaania kwa yule mnyama, yaani ni kama Bluetooth ni kama na transfer badala ya mimi kufa, huyu mnyama ndio anaenda kufa. Na ndio maana ulikuwa ukileta dhabihu, ni lazima uweke mkono juu ya ile dhabihu, alafu kwani anasema wewe ulitakiwa kufa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini angalia, huyu kondoo anaenda kufa kwa ajili yako. Angalia, huyu ng'ombe anaenda kufa kwa ajili yako. Angalia, huyu mbuzi anaenda kufa kwa ajili yako. Lakini kumbuka, mbuzi au kondoo ana samani yako, lakini si yeye aliyefanya kazi, aliyefanya dhambi. Wewe niea dhambi na ustahili kufa lakini anaenda kufa mnyama asiyekuwa na akili Mungu anatengeneza mbada anamtafuta mwanadamu kutaka kumrudisha lakini anaanzia mbala zabiu wanyama wanachinjwa maana damu yake inachukuliwa kwani anachoka kidole katika ile damu anaenda naipaka katika nguzo za madhabahu alafu, anachukua ile damu anaimwaga katika madhabahu, ili ile damu ipate kuwa upatanisho kati ya yeye na Mungu, kwa sababu wewe unastahili kufa, lakini kuna mbadala wa kitu kimekufa. Je, Mungu utaweza kunisamehe? Na ndo maana hapo 4 ulipoanzia 22 mpaka ilipoishia, nasema mtu yule anasamehewa kwa Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo. mauti ikawa inaendelea kutanda mauti ikawa inaendelea kutanda endelea pale Warumi tano kumi na mbili. Um, mbele yake mauti ilikuendelea kutanda mauti ilikuendelea kuwashughulikia watu Warumi sura ya tano kumi na mbili, kwa hiyo iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwako ulimwenguni, lakini dhambi hayesabili isipokuwako sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la <coughs> Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja. Atan wa Adamu mpaka Musa, mauti inaendelea kushikilia. Ukitaka mauti sikushikilia, ukitaka usweseme ya mauti, ukitaka uswesemea ya mshahara za mauti, manakesaje usifanyaje, uzitendezana. Lakini kwa bahati mbaya nasema wote mauti limamgia kwa kuwa wote wametenda

Mungu anaendelea kuangalia. Ni kitu gani ambacho natakiwa kulifanya?

mtu yoyote ambaye aliweza kutembea na sheria ya Bwana kama jinsi ambavyo nimekutana. Kuna wakati ambapo Mungu akaleta sheria na akasema sheria hii amba to, mwishika, hati, ambayo, la mtu ambapo ataweza kuishika atahesabiwa haki kulingana jinsi ambavyo alitembea na sheria, lakini hakuna mtu aliyeweza kutembea sawa sawa na sheria, kwa maana hakuna mwenye mwenye atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria, bali wote wanahesabiwa haki kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa nini sheria mtu anashindwa kuhesabiwa haki? Kwa maana sheria zilikuwa nyingi na mtu akikosa moja sawa sawa amekosa zote, na kama amekosa zote ametenda dhambi, na kama ametenda dhambi mautu Anasema huyu Musa akatabiri akasema katika Kumbukumbu kumi na nane kumi na nane akasema, tazama Bwana atawainulia nabii takinwa chake temza metume taa peto, anakuja kusema nabii huyo aliyetabiliwa na Musa alikuwa ni nani? Akasema natema Musa aliyeandika amali zake, akasema na mtu yoyote asipomsikiliza nabii huyo atakatiliwa bai. Kwayo manabii tangia Musa walianza kutabili kwamba mauti atakuja kumezwa, mauti atakuja kushindwa, lakini tabili yake mwenye nguvu zaidi ya mauti ambaye lazima atimize taratibu zote zitakazomfanya kuwa sehemu zitakazomfanya kuwa kutokuwa sehemu ya kushikwa na mauti. Unaweza kwa nini kujiuliza kwa nini Yesu ilitakiwa azaliwe na bikira Maria, na malaika akasema kwa sababu hiyo managi yoyote kama iya Warumi kaa kumi na mbili inasema wote mauti imewafikia kwa sababu wote wamefanya dhambi, ni kwa sababu wote wako katika cheni ya mada.